uchaguzi wenyewe utakuwaje? Uchaguzi wenyewe utakuwaje? Sasa na watanzania wanaonisikiliza, haya mambo yanatokea kwa ajili yenu. Mtasikia taarifa mtu kuwawa, mtasikia taarifa viongozi kuumizwa, polisi wanafanya wanavyotaka. Polisi juzi wamemkamata makamu ya wa mwenyekiti Kariako, wamezunguka naye kwenye gari wakamwacha kwenye kituo cha daladala uhuni ge, yani uhuni uliopindukia. Sasa kuna tipping point. kuna kukinai kwamba i've got nothing to keep, sina cha kuhifadhi, sina cha kujivunia. Wananchi wakifika hapo, na siku moja watafika, hii nchi itakuwa mahali pagumu sana pa kuishi. Unatakaje kuwa raisi ama unatakaje kuwa mbunge kwa kuumiza watu kwa kiwango hiki? Ikusaidie nini? Yani hata kama wewe ni unakuwa raisi, unamiliki New York yote, unamiliki Parisi yote, unamiliki Toronto yote. Then what, then what? kwamba unataka kuwa mbunge kwa sababu watu wafe. Hii damu zinazomwagika nchini zitanena, na laana yake hiyo juu ya watoto wenu na vizazi vyenu, na huo uchaguzi amtauona, autauona huo mchaguzi, amwezi kuona uchaguzi kwa kuua watu. Na hata mkichaguliwa, hata mkiiba kura, mtaandama na laana Sio nyie peke yenu mlio kwenye madaraka, na watoto na watoto na wajukuu zenu. Mnacheza na damu, mnaumiza watu, mnatesa watu, mnazalilisha watu, mnabambika watu kesi, mnajisikia kupiga watu mnavyopiga, mnajisikia kutesa watu, na mnaenjoy, mnapata pleasure kwenye mateso ya watu. Sadism spirit Yani, mnafurahi mnavyotesa watu, mnafurahi mnavyoumiza watu, mnafurahi mnavyokandamiza watu, mnafurahi mnavyoua watu. Mmeua wengi sana, na mnafikiri hakuna chochote kinaweza kikafanyika. Mimi nawahakikishia kwamba damu huwa inanena na mwisho wenu uko karibu sana. Maisha gani haya tunaishi haya? Maisha gani haya tunaishi haya? Kwamba leo kuna kuna mtoto kapoteza baba wake, kwamba leo kuna mtu kapoteza mjomba wake, kwamba makamu wetu mwenyekiti wa chama Zanzibar anakamatwa na polisi, anachukuliwa kutoka Kisutu anaenda kuachwa Ununio, anapigwa miguu, anavimba asitembee, alafu unaambiwa lala, lalia tumbo maanake wamepigwa miguu, maanake wasiweza hata kucro, maanake pale walipowekwa, kukikosekana msaada, wanakufa hata na njaa, ama mvua inanyesha, maji yanawakuta, wanakufa. Ukatili wa aina gani? Watu watasema tumtake IGP ajiuzuru. Hii sio ishu ya IGP, hii ishu ya serikali nzima, Chama Cha Mapinduzi. Rais ndo amiri jeshi mkuu wa nchi. Hii damu inaomwagika iko mikononi mwake, inamuhusu. Hawa watu wanaoteswa inamuhusu, na wasifikiri wako salama. Wasifikiri wako salama kwa mateso wanaopatia watu, hawako salama hata kidogo. Hawawezi kuwa salama kwa sababu hii dhambi wanaofanya, hii dhambi hii italipwa. Mungu aziakiwi, Mheshimiwa Raisi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Usipovuna wewe atavuna Abduli, asipovuna Abduli watavuna wajukuu jukuu zako. kupitia mchengerwa, hii mambo gani ya ndugu zangu? Kwamba leo tuna wagonjwa viongozi wetu kwa sababu ya kuenda kwenye kesi ya mwenyekiti wetu wa chama. Watu wanakwenda kwenye kesi za majambazi, hakuna mtu anayepigwa. Watu wanakwenda kwenye kesi ambako mtu kamchoma mtu moto hakuna mtu anayepigwa kirungu. Leo tunakwenda kwenye kesi ya kiongozi wa upinzani nchini, ambao kesi mabalozi wako pale, mbona wakupiga virungu mabalozi? Kuna watu wametoka nje pale, kwa nini wakupiga virungu wale watu? Maana yake nini? Nyiye mnatumiwa uoga, na hii inaendelea kwa sababu ya hofu walionao wananchi juu ya mambo haya pengine kuna limiti hizi taarifa zikitaka kufika kwa rais zinachengeshwa. Sisi tunamwambia kwamba kuna watu wengine wanne ambao, ile kunde tuambia, walikuwa kumi na tatu, wanne hawajulikani walipo, mmoja tumemkuta amefariki, wengine tumewacha hospitali wanapata rifo, waende kwenye matibabu zaidi. Sisi tunamwambia rais, kuna watu wameumizwa, kwa sababu walikuwa waibi, walikuwa wabaki, walikuwa wauzi madawa kulevya kuna watu wameumizwa na kuna maiti imepatikana, kwa sababu watu walikuwa wanakuja kusikiliza kesi. Tunapewa maumivu kwa sababu ya kusikiliza kesi. Huyu dada yetu apeliza, huyu picha za kwanza angelezi zilivyorushwa, katolewa tisheti, na waliomkamata ni wanawake wenzake. Kifua chote kinaonekana ni mwanamke yaani wana enjoy kutesa, wanapata pleasure kutesa. Hii spirit haiwezi kuiacha nchi salama. Ni habari ya muda tu, ni temporary. Asa mimi wito wangu kwa wananchi, anaefikiri uko salama, yuko salama? We mfanya biashara unafikiri uko salama, uko salama? Wewe hujulikani kama mwenye makamu mwenyekiti wa chama anaweza akashushwa achadema na akafanywa vyovyote, wewe na mke wako mnaweza mkafanywa chochote na lolote, lisifanyike nchi. Mkifikiri hii kazi ya kupigania haki ni ya Chadema, mnaumia wafanyabiashara, wafanyakazi wa umma, madaktari, manesi na nyiye polisi wenyewe, jeshi la wananchi, mnatazama haya mambo. Hawa wanaumizwa ni wananchi, si kwa sababu ni uhalifu ila ni kwa sababu wanatafuta haki zao. Kila mtu na kila mtanzania anatakiwa kujua wajibu wake katika kukataa mambo yanaendelea. Tunaomba viongozi wa dini wasikie haya mambo tena, Waislamu na Wakristo, mwongee haya mambo na mkemee, na tuchukue hatua. Vinginevyo hakuna mtu yoyote ambaye yuko salama yoyote nchi hii, anaweza akatekwa, akafanya kitu chochote. Uncertainty ya mashake amekuwa makubwa, kwa sababu zamani polisi alipaswa kuona aibu kuumiza mtu, leo polisi anasikia fahari kuumiza mtu. Hapa nje tunaongea, kuna gari karibu nane za polisi ofisini kwetu hapa. Tuko ofisini kwetu, lakini tuko mateka. Wananchi nawaomba sana, sisi hatukati tamaa kwa sababu tunaona tumebeba wito wa Mungu, lakini mkiendelea na hii attitude, mnasikia mambo mabaya na ya kishenzi kama yanaendelea, alafu ukimya unaendelea kutawala, hakuna hali haliyoko salama. Huko tunakokwenda patakuwa pabaya mara mia moja ya hapa. Kila mtu atakuwa mtumwa katika taifa hili. Hata ukijipendekeza kwa serikali ya sasa utakuwa mtumwa, kwa sababu kujipendekeza kwenyewe ni utumwa, kwa sababu ukupaswa kujipendekeza. Kama serikali hii kama nchi ingekuwa kwa nuru. Ujipendekeze kwa nini? Uwe na namba ya IGP ya nini? Uwe na namba ya RPC ya nini? Uwe na namba ya mkurugenzi wa TRA ya nini? Kama nifanya biashara, unafanya biashara, unafanya biashara yako sawa sawa. Huko kwenyewe kujipendekeza na kutafuta network ya viongozi wa serikali na chama, huo wenyewe ni utumwa, huo wenyewe ni utumwa ndugu zangu kama alivyosema mwenyekiti wa kanda hii ni zoni yake hiyo ni zoni, hii ni zoni yake nafikiri huyu mtu mwingine ameokotwa ameletwa hapa huyu ni mtu mwingine huyu mleteni hapa mleteni hapa hapa mleteni hapa. mleteni hapa mleteni hapa angalieni Mheshimiwa Sugu karibu lala tu kamanda, lala tu pole sana karibu Mheshimiwa Sugu. Uh, eh, viongozi wameshaongea, wameongea mwenyekiti wa kanda Nyasa, wa kanda ya, ya pwani ameongea kwa details kinachoendelea, mwenye eh, mjumba wa kamati kuu Mheshimiwa Lema ameongea hali ni mbaya sana, kinachoendelea sasa hivi yani kinaonyesha kwa dhati namna gani CCM na serikali yake hawataki kabisa eh, kuleta reforms za uchaguzi. Sasa kila siku kila siku, kila tunakopita Watanzania wakituona sisi viongozi tunaojulikana, wanapenda kusema hali ni mbaya sana waheshimiwa, tunaendaje mbele? Sasa sisi hivi ndio tunavyoenda mbele, kufungwa, kupewa kesi, kutekwa, kuuawa, kuumizwa. Leo baada ya maelezo ya viongozi wote, na mimi nawauliza Watanzania, katika hali kama hii tunaendaje mbele? asanteni sana. Sante, nimalizie kwa mambo makubwa mawili. Moja, sisi kwa maana Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, tunawapa pole waandishi wa habari ambao walikuwa kwenye wajibu wao wa kutimiza majukumu ya kikatiba, kisheria, na dunia nzima mwandishi wa habari hata vitani anatoa ripoti. Lakini tunavyoongea, tuna vongea, tuna waandishi wa habari walikamatwa, ikiwemo mwandishi eh, wa habari wa Global dada Grace, yeye amekamatwa pamoja na watu wa Chadema na akawekwa kwenye defender kwa masaa mengi sana, pamoja na kuzungushwa. Lakini vile vile katika hao ambao tunasema walienda ununio na kutupwa wawili, ni waandishi wa habari. Katika hao tunawatafuta wanne, wawili ni waandishi wa habari ambao ni mwanamke mmoja na mwanamme mmoja. Kwa hiyo, kwa maana hiyo, tuna tuna victim ambao ni waandishi wa habari. Sisi kama Chadema tunawapa pole, kwa sababu haya mnayofanya ni majukumu yenu, msiogope, ni wajibu wenu, lakini vile vile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 karibu na yani, karibu na kufika hoteli ya nani, Sudani karibu na Sudani. Huyu uh, anasema